Ya katika awamu ya pili msikizaji, awamu ambayo nilikuwa nimekuahidi kwamba nitakuwa na msanii ndani ya nyumba uh, hivyo basi ameshafika, inakuwa ni muhimu zaidi aweze kujitambulisha alafu uh, itakuwa fiti sana maanake kuna swali moja tu. Yule ambaye ameondoka hapa anaitwa Shila uh, Cheruto alikuwa amemfanyia amemshikia ama ingia kwenye viatu vyake uh, Valerie Cheyech, wakati nilikuja kumwambia na msanii anaitwa so and so Akaniambia uh, itabidi nimekuuliza swali, lakini sasa wacha ujitambulishe kwanza, karibu sana. Ah uh, shukran shukran sana. Hii. Nafurahi kufika. Ndio hivyo. Eventually. Imekuwa <laughs> <laughs> <laughs> long sana uh, inakuaje mtu wangu? Mimi niko salama. Life inakaaje? Uh, life uko nje ni Onda shuka, lakini hei, ya, ya ina, lazima tung'ang'ane hiyo naye, lazima kwa kungang'ana, hata pia pandani, unaona tunapambana, tunang'ang'ana, tunashukuru. Tuanze kwa majina kwa wale wa kujui, ah, sijui ni majina kamili ama majina ya usanii tuanze, tuanze na usanii majina ya msanii mimi najiita kama mm, sekunde ishirini na mbili, twenty two seconds. Ukipenda unaweza niita twenty two seconds, okay yeah. Asante, hapo ndio nilitaka uanze nayo kwa sababu aliondoka ni mtoto wa kike, na wakati lisema twenty two seconds, sijui alikuwa anawaza nini huyo mtoto wa kike <laughs> na akanaambia nikuulize kabisa kwa jina hili, mbona ukajipa twenty two seconds? Ni swali nimeulizwa na wengi aha, na, aha. Na, na, Okay. Kama ina maana, mana kama ina maana nyingine pale nje, najua mtafikiria haihusishi na kazi yoyote <laughs> Hata kama ni kazi ipo eh, hey, hey, lakini sio yes. Ile ile iko kama wazoe wa watu lakini tu ni kazi kazi tu ile vijana wa mtaa unasema uh -huh. Hatukai sana, hatukai sana, asante, hatu ah, mimi najua kwamba kwa sasa wao nakusikiliza na labda eh, kueleza watu tu mtaani, wapi unatoka, upande gani eh, uh, unaishi wapi, at least watu wakujue vizuri. Uh, mi mkaazi wa hapa West Pokot. mm -hmm, mm -hmm. Eh, lakini kuzaliwa nimezaliwa kaunti ya Trans Nzoia mm -hmm. Okay, masomo yangu nimefanyia kule mm -hmm. Nimefanya kazi Kitale alafu mm -hmm. Ikafika wakati fulani tu nikaona mm -hmm. Ni, ni ingie West Pokot Okay. Yeah. Mziki sasa natuzunguzia safari ya mziki, wewe kipi kilikuvutia katika mziki na ulianza lini mziki? Mziki, siwezi sema nilianza kitambo mm -hmm, mm -hmm. Lakini pia nilianza kitambo mm -hmm. nimewahi fanya muziki nikiwa kule Kitale mm -hmm. Eh, lakini haikufanya vizuri mm -hmm. Na hatukwa na ile sapoti, kama unajua, kwa sasa kuna mitandao ya kijamii mm -hmm. Na hapa na pale kwa. Yes. Utasongea mike kidogo mm -hmm. Samahani mm -hmm. Eh, wakati huo si mm kama sasa wakati yeah. ule ulikuwa ukirekodi mm -hmm. lazima na pia utafute soko uh -huh. ya ujue nitaenda wapi, wapi. nitapeleka wimbo wangu wapi uh -huh. Uh -huh. <laughs> lakini vizuri tu nimeanza mwaka elfu mbili na ishirini na ngapi ishirini na mbili ishirini na tatu juzi tu ya, juzi tu ndio uh -huh. nimeona ni niurudiepale nyuma, nilikuwa naogopa, nikuwa nafikiria mm -hmm. pengine muda umepita, lakini mm -hmm. nikapatana na produsa mmoja akaniambia bwana, mm hata -hmm. Koffi Olomide bado anaimba <laughs> Akaamua kutumia mfano ulio hai hmm. Akamwambia Koffi Olomide bado anaimba, Koffi Olomide anaimba, na ukiangalia umri wake umekwenda hmm. sana. Ni mm. kweli kabisa hiyo, na ako kudanganya, alikueleza ukweli mm -hmm. Kilichokuvutia katika mziki nani yupi, nani unaangalia ukasema ndo ukasema bwana mimi ama ulifahamu kivipivipi kwamba wewe ni mwanamziki? Uh, nilikuwa nikipenda kufuatilia miziki mm -hmm. kwa mfano chenye aswa kilichofanya nitake kujua kuimba ni mm -hmm. wakati mi natoka nyumbani, nikifika huku mm -hmm. Kitale nikuambie, mm -hmm. alafu ni enzi zile za hawa wasanii wa Nigeria, alafu kulikuwa na wimbo wao fulani ule wa m ilikuwa hiti sana, ni kitambo sasa ukapita dada mmoja nikasikia anaimba neno baada ya lingine. Sasa nikaanza kujiuliza, haya ameshikaje maneno yote? maneno yanaeleweka ehe. Eh, sasa ika draw ile attention, na mimi si nijaribu mm, si nijaribu mm, yes. Halafu nikaona inaweza fanya, ndio sasa tukafanya ule muziki wetu Kitale, tulikuwa mm. na vijana fulani mm, lakini haikuweza mm -hmm. so baada ya hapo, baada ya kukuja huku mm -hmm. sikutaka kuimba kwanza. aha, aha. nilikuwa na manage mtu fulani, mm -hmm. mdada fulani, mm -hmm. mdada anaimba, anaimba vizuri, mm -hmm. okay. E, lakini kwa njia moja ama nyingine, mm -hmm. hatukuweza kufanya kazi, mm -hmm. so ndivyo hivyo kanijia, nikasema, na mbona nisifanye mwenyewe? mbona, mbona, mbona, mbona, mbona, mm -hmm. yes, yes. na hapo ndio nikajaribu, nikapata produsa, mm -hmm. nikafanya moja mbili, mm -hmm. haya, nikaona haya, kumbe inawezekana, mm -hmm na ndo hivyo na ndo hivi mpaka sasa yeah. Msikilizaji, nikidhani ni historia umeshaipata, na sisi kama kawaida ndani ya Top Gear huwa to waste time ni kuhakikisha, kwa sababu cha muhimu sana ni watu wapate kukujua wewe ni nani, unafanya kazi gani, na zaidi ya yote, kwa msanii cha muhimu zaidi ni kazi yake kuweza kusikika. So uh, right about now, najua kwamba labda inaweza kuwa niko mara ya kwanza kabisa kwa kumsikizaji kusikiza sauti au kusikia sauti yake 22 seconds. So tumesema hapana overthink about it, ni jina tu, aliona ni safi <laughs> <laughs> Akajamua, acha, acha haina maana, si ati kuna wimbo ameimba fupi ama amefanya nini. uh -uh, ndio hivyo, tuanze na kazi yako eh, ni kuite ni kuite uh, ni, ni wimbo ambayo nili naona umemshirikisha mdada, nimemshirikisha mdada fulani mdada mm hatari -hmm, mm -hmm. sana mm -hmm. sauti yake mm -hmm. kwanza hata ningetaka kufanya mziki huo mwenyewe nili iliogopa yule, mm -hmm. mdada ana sauti, ana sauti yeah. ya kwa kivyake na kwa kawaida ukienda kufanya kama kumshirikisha mwimbaji mm -hmm. Mm -hmm. mara nyingi unafaa kutafuta yule ambayo mnaendana mm -hmm. yeah. unaweza tafuta mtu akakuzidi. mm -hmm. ni kweli, ni kweli yeah. kwa mziki tunaita kuzimwa, unaweza zimwa tu kwenye track yako mwenyewe mpaka washangae kwani, yeah. wimbo wa nani? yeah. <laughs> so tuka nikampata. mm -hmm. Nilimtafuta kwa muda kidogo mm -hmm. but baadaye tukapatana. mm -hmm. Tukafanya mambo yetu tukaingia mm -hmm. studio. mm -hmm. Produsa akafanya mambo yake tukafanya mambo yetu. mm -hmm. Na tukaona ikawa kazi mm -hmm. nzuri. Asante ah, basi msikilizaji pia nao unapata nafasi dakika ishirini na nne zimekatika. Nilisema masaa itakimbia sana uh, eh, dakika ishirini na nne zimekatika tu baada ya yes, saa nane inakuwa nafasi nzuri, wakati nipo naye kijana wa nyumbani, all the way from West Pokot County, 22 second, jina lake la kisanii, na yupo ndani ya nyumba. Top Gear ndio show, nami zipo pa Alfamash. Alfamash ukiwa na mdo za kuniita waziri mkuu wa sarekia Onyango ndani ya wapi? Yes msikilizaji, ndio hivyo, umesikia kazi yake 22 seconds na mdada Rina Kenya, nikuite nani? Naa, ulikuwa unataka kumwita nani, ni story mrembo ndiye alikuja nayo, ama wewe mwenyewe 22 seconds ukasema sinifanye mambo zangu zangu hii mwenyewe ama ilikuwaje? Uh, actually hii wimbo yes, nili, nilijaribu kuimba peke yangu. mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. Alafu chenye kilitoka hapo, kusema ukweli, au kufurahia ukashindwa uka, uka, uka, uka, uka, <laughs> niite wimbo nini sasa, si nani, nikaona tu haiwezi kwa, mm -hmm. kwa mara ya kwanza limtafuta yule mdada kwa muda mm -hmm. mrefu, ikawa na shughuli mm -hmm. hapo na pale hapatikani. yes. Nikajaribu kuifanya peke yangu mm -hmm. haikutokea. mm -hmm. Sasa nikaona nika nisiharakishe. yes. pengine kuna muda wake utafika. mm -hmm. Nikamngoja, nikangoja huyo mbo mm -hmm. actually ni urekod mwaka jana hiyo, ah. yenye nakuambia. mm -hmm. kutoka vile nita hey, hey. Sasa baada ya kupata niukamuaacha nika... tufanye tena, ngoje ni ngojee mda utafika sasa. yes. Nimeishi nikimtafuta yule mdada mm -hmm. Baadaye nikampata nikamwambia, mm -hmm. hii ngoma ilikuwa tufanye, mm -hmm. ukawa una shughuli. mm -hmm. So nikajaribu kuifanya peke yangu, haikutoka salama mm -hmm. Vyenye nataka mm -hmm ndio hii kitu, kazi yenyewe imetoka vizuri yeah. Nashukuru sana kwa kazi yenyewe. Uh, leo by the way uh, na, naona rais ameingia atakuwa kuna state of the nation 2025 atakuwa anahutubia National Assembly na, na, na, na nini Senate. So msikilizaji kule nje ambao unasikiliza, baada ya mahojiano hayo ndakuwa nakuweka moja kwa moja ili tuweze kusikiza anazungumza nini, lakini kwa sasa nipo naye uh, 22 seconds ametupatia wimbo ya kwanza wimbo wa pili unakuja na wimbo wa tatu unakuja, lakini zaidi ya yote, wacha tuanze kuzungumza changamoto ya muziki na wasanii Kaunti ya Pokot Magharibi, kipi ambacho kinaturudisha nyuma? Kwa sababu ukiangalia wasanii wote ambao nimewaleta hapa, wana talanta, wana nini, na tunashindwa bana. Mbona, mbona teritori yetu inakaa ni kidogo sana? tume, tumekwama hapa ndani, changamoto ni zipi, ama tunahitaji nini ili tuweze kutoka na kufika nje? Maanake wengi nje wanasikika sana West Pokot Kaunti, lakini je, West Pokot Kaunti inaweza fanya vipi ili iweze kusikika vizuri kule nje? Acha niseme kitu mm -hmm. na hili sidanganyi, mm -hmm. Hatutotoka West Pokot mm -hmm. Kisa na sababu hivi hadi ule wakati tutakubali kushikana kama